Na Mwenyezi Mungu, na na mtume anasema ittaqu da'wata da al-madhlumi, iogope dua ya mwenye kudhulumiwa hata kama ni mke nyumbani. fa inahu laisa bainaha wa baina Allahi hijabun, hakuna kati ya dua hiyo na Mwenyezi Mungu, hakuna pazia katikati, inakwenda direct kumfikia Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na ikimfika Mwenyezi Mungu anasema wa izzati wa jalali, na apa kwa nguvu zangu na na apa kwa utukufu wangu, la ansurannaka, mja wangu amekudhulumu, naapa kwa nitakunusuru walau baada hini, njapo kwa baadaye kidogo kama si sasa hivi, halafu kidogo kama si leo, kesho, na kama si kesho, mtondogoo, na kama si wiki hii, wiki ijayo, kama si mwezi huu, mwezi ujao, kama si mwaka huu, mwakani, na kama si duniani, nitakunusuru akhira, lakini lazima nitakusaidia wa wajalali, dua ya mwenye kudhulumiwa ikifika kwa Mungu na haina kizuizi, Mungu husema nimepokea, wayastaqbiluha Allahu anayepokea mwenyewe Mungu, na anasema nna apa kwa nguvu zangu zote nilizo nazo na utukufu wangu nlionao, la ansuranaka, ntakunusuru mja wangu, walau baada hini.